Twataka tuseme leo, Ruto, tuko na nia, tuko na uwezo lakini zaidi tuko na sababu ya kukupeleka nyumbani. Nchi hii ya Kenya, kile kitu kinamaliza Kenya zaidi ni ufisadi. 30% ya rasilimali zetu, pesa yetu inaenda, inapotea kwa ufisadi, wizi wa mali ya umma. Rais wetu ameorodheshwa kuwa the most corrupt president on the african continent. Kama yeye ndi number one Afrika dunia amekuwa recorded kuwa the second most corrupt president after Assad wa Syria. Syria imemtimua their corrupt president Assad ameenda wapi? Nyumbani. Meaning rais wenu sasa ndio nambari moja mfisadi rais dunia nzima. So for us to end corruption and looting of our resources, Ruto must, tunasababu tuna sababu, hatuna sababu. Leo tumesikia wale wamekuwa naye Rigiji wakati amekuja Kitale kuzika rafiki yake alikuwa kwa provincial administration. Nilimuuliza Bwana Rigiji, tumesikia kuna mtu anaitwa nani, anaitwa nani, sio Kasongo? JKIA ilikuwa inaenda, KETRACO ilikuwa inaenda Nikauliza deputy president, huyu mtu adani mmetuletea alifukuzwa India, akafukuzwa Sri Lanka, akafunguzwa Bangladesh na hata Australia. Rigijii hakunijibu baadaye, nilipomuuliza akaniambia hiyo kitu ilikuwa ni ya mdosi. Mnajua mdosi yake alikuwa nani? Sinikasongo. Leo Linturi, mambo ya impeachment sisi wana DAP ndio tulileta na Bwana Wamboka ile motion ya impeachment ya Bwana Linturi. Sababu sisi ni wakulima huko Kitale. Hatukutaka fake fertilizer. Leo Linturi amesema tukiwa wa munyoro hapa si ametoboa. Ya kwamba mwenye mbolea ni nani? Mwenye mbolea gushi ni nani? Tuna sababu, hatuna sababu? Vijana wameteka nyara Gen Z wamewawa. Leo Attorney General ambaye kijana yake alitekwa nyara akawawa. Mumesikia JB Muturi na amesema, simu moja kutoka kwa Ruto, kijana yake akaokolewa. Vijana wengi wenu hapa Nairobi, kila pahali, wali wao mwenye abductions basi ni nani? Tuna sababu ya kumtoa, hatuna sababu? So leo waambia, tuna sababu, tuna nia na tuna uwezo. And this is the team that will send him home.